Katika nchi ambayo uhuru wa kujieleza unapaswa kulindwa kabisa, mwanablogu mmoja kutoka nchini Kenya alitekwa mchana kweupe, akachapwa, kutishwa na hatimaye kurudishwa kimya kimya, lakini ameamua kuvunja ukimya wake. Je, anahatarisha maisha yake kusema ukweli? Hii ni simulizi ya kushtua ya Geoffrey Chesoni, na unaweza kuwa hujasikia chochote hadi leo. Geoffrey Chesoni ni mwanablogu anayejulikana sana kupitia mtandao maarufu wa TikTok nchini Kenya, lakini siku chache zilizopita maisha yake yalibadilika. Siku ya tukio, mchana kweupe, Chesoni alinaswa na gari aina ya Subaru lililokuwa na maafisa waliomteka kimabavu, risasi zikirindima angani, wananchi wakitazama na mshangao, lakini hakuna aliyeweza kusaidia kwa hofu ya kuuawa. Uh, with their guns out, everything was out. They were even they were telling me, watu wangejaribu kukusaidia hapo, tungeua kesi baadaye. They were telling me that. Kwa siku tatu mfululizo, Chesoni anasema aliteswa msituni eneo la Voi na maafisa saba waliokuwa wakipokea maagizo kwa simu kutoka kwa mtu asiyejulikana, mwanamke anayedai anaweza kuona simu ya Chesoni ilipoachwa. So They were telling those people, we can see the phone. It's, I could hear. We can see the phone, yeah, from the call. Go back and take that phone. And all of them refused. They said, if they go back, they're going to be killed by people. Baada ya mateso, Chesoni alirudishwa Mombasa na kupelekwa hadi ikulu ya mji huo. Hapo alichapwa tena kabla ya kupewa matibabu na kuonywa vikali kutozungumza na mtu yoyote kuhusu yaliyotokea. Uh, these people, they don't look like normal police officers. They don't look Chesoni sasa anaishi kwa hofu, anadai kuna wapelelezi wanaomsimamia nje ya mlango wake, na ametakiwa kufika mbele ya kitengo cha kupambana na ugaidi kutoa maelezo zaidi, lakini anasema kwa sasa ni ndani ya nyumba yake tu ndipo anapohisi salama. I don't have peace. That is one imani, ile ile, amani yangu sina saa hii. Like kama walituma spice tomas pice wakakaa nje ya mlango yangu for two days, you can imagine, so the only place I feel safe is here in the house. Je, yeah, hii ni vita dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari au kuna mengine zaidi? Na je, yeah, tunapaswa kuogopa kusema ukweli mitandaoni? niachie kwenye comment section. Eh, bwana, mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi. Nne na tano nawaachia nyinyi hapo. Eh, bwana, ee. Tukutane kwenye video ijayo. Kanda hii ya mwanagenzi inaonyesha gari hili aina ya Subaru nambari ya usajili KDC 126E likiwa na maafisa wa polisi walivyomteka nyara mwanablogu Geoffrey Chesoni mjini Mombasa mchana oh, well. <laughs> peupe. Afisa huyu anafyatwa risasi hewani na kutoweka na Chesoni siku kadhaa baadaye.